Kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM Dr. John Magufuli ameanza mikutano yake ya kampeni mkoani Dodoma baada ya kumaliza kampeni zake mkoani Iringa huku jeshi la polisi mkoani Iringa likiwashikilia wafuasi sitini na wawili wa CHADEMA. Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa kamishna msaidizi wa polisi ACP Ramadhani Mungi amesema watumio hao walikusudia kuzuia msafara wa mgombea urais wa CCM ukitoka katika kampeni kwenye uwanja wa Samora mjini Iringa. Jafari Haniu ana taarifa zaidi. Wakati mgombea wa rais kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM Dr. John Magufuli akizidi kumaliza takriban kilomita elfu kumi na saba mia tano kwa barabara katika kusaka kura za watanzania kwa lengo la kuwaletea maendeleo kwa njia ya amani, kamanda polisi mkoa wa Iringa ACP Ramadhani Mungi amewataka viongozi wa vyama vya siasa nchini kuzingatia sheria za uchaguzi kama ilivyobainishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi yani NEKI. Naomba viongozi wa siasa kama ambavyo wajibu wao unavyoelekezwa wao wenyewe vyama vyao, wawaelekeze na kuwaelimisha wafuasi wao na wanachama wao wafate yale yote yaliyomo kwenye kitabu cha maadili ya uchaguzi wa rais, uchaguzi wa madiwani na uchaguzi wa ubunge. Tusipofanya hivyo, amani itavurugika. Mimi rais sema Dkt Magufuli akiwa katika tarafa ya Pawaga katika jimbo la Isimani mkoani Iringa amewataka watanzania kuwapuuza baadhi ya wanasiasa wanaoeneza siasa za kikabila katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Mmoja wa Watanzania ni lazima tuushike pa kwa pamoja. Kwa hiyo ukimwona mtu anafanya kampeni kwa mbinu za kikabila, ujue yule amefilisika. Ndugu zangu wa Isimani, tushikamane. Kama kawaida yake akiwa mtu wa ahadi zinazotekelezeka, Dakta Magufuli akaweka bayana azma yake ya kuinua wakulima mpunga wa jimbo la Isimani. Hapa ni watu wazuri kwa umwangiliaji, mnaomba maji kwa ajili ya kusambaa, taezungumza mwenyewe hapo no, Lukumbi wakikuchagua kwa kura nyingi na mimi wakanichagua kwa kura nyingi na madiwani wakawachagua kwa wingi, nitalisimamia hilo. Baadhi ya makada wa Chama cha Mapinduzi nao walipata fursa ya kupanda jukwani. Nawaomba wanaCCM wote, hizi siku zilizobaki tuzitumie kwa nguvu, tuzitumie kwa nia moja, tuzitumie vizuri, twende kwenye kampeni ya nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwa kwa kwa kwa kwamba tunampigia kura John Pombe nani? Ndio maana tunawasihi wakazi kwa jimbo la Mtela na Watanzania kwa ujumla, kura zote ziende kwa Dr. John Pombe nani? Kampeni za mgombea uraisi kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi, Dr. John Magufuli Zinaendelea katika mkoa wa Dodoma. Jafari Haniu, TBC Dodoma.